Jambo na karibu. Tikitoka mwenye umri wa miaka mm ishirini na tatu, mm-hmm, aliyetambulika kama Cicilia Achieng alipoteza maisha baada ya kugongwa na gari kando ya barabara ya Thika alipokuwa akijaribu kuvuka barabarani akiwa amelewa. Kulingana na ripoti za polisi, Cicilia um, ni mhitimu wa chuo kikuu cha Mount Kenya alikuwa ametoka nyumbani kwa rafiki wa kiume huku Ruiru na alitakiwa kuachwa nyumbani. Rafiki huyu alikuwa ameagiza teksi ya mtandaoni mchukue, lakini dereva wa teksi hiyo anasema msichana huyu alikosa nidhamu muda mfupi baada ya safari kuanza. Takriban kilomita moja kutoka nilipomchukua Alianza kupiga kelele ndani ya teksi na hata kujaribu kushika kola yangu, dereva alisimulia. Ilinibidi kusimamisha gari na kumpigia simu mwanamume aliyeagiza aje kumchukua. Hata hivyo, mwanaume huyu alikataa kuondoka nyumbani kwake kuelekea eneo la tukio, uh, akiripotiwa kuambiwa dereva amwache Cicilia Aliniambia ni mwache kwenye barabara kuu, akisema yeye ni mtu mzima na angeweza, angeweza kujitunza, dereva alieleza. Muda mfupi baada ya dereva kuondoka, Cicilia alijaribu kuvuka barabara ambapo aligongwa na gari eh, vibaya na gari lilokuwa likija na kufa papo hapo. Dereva aliyehusika katika ajali hiyo alitoa taarifa katika kituo cha polisi cha Juja ambapo uchunguzi wa tukio hilo la kusikitisha unaendelea. Langu jina lasalia kuwa Maskini Msomi.